ripoti ya wiki iliyopita kuhusu uharibifu wa miundombinu ya taa za barabarani katika eneo la Pasua zimenisogeza kwa taasisi iliyopewa dhamana ya kusimamia miundombinu ya barabara za mijini na vijijini, yani TARURA ngazi ya nitarura, gazi wilaya ya Moshi, Mhandisi Mbena anasema mamia ya taa zimezimika, hali inayohatarisha usalama wa wananchi na kuathiri shughuli za kila siku. Kwa leo nitazungumzia nita eh, changamoto ambazo za za barabara ambazo zimejengwa chini ya miradi ya World Bank, ambayo tu miradi hiyo yenyewe ilikamilika mwaka 2018 2019, ambayo kimsingi miradi hiyo ilijengwa na mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Moshi. Lakini baada ya kukamilisha miradi hiyo kimsingi, TARURA tuna wajibu wa kufanya maintenance. Sasa wakati wa matumizi ya miradi hiyo tumekutana na tumekutana, tumekutana na changamoto ya taa zilizofungwa kwenye miradi hiyo kwenye barabara, maeneo ya majengo na pasua kuibiwa. E, kimsingi zipo changamoto ambazo ni za wazi zinazoonekana ambazo zinatokana na jinsi ambavyo taa hizo zilivyofungwa kwenye taa hizo. E, betri zilifungwa chini ambako pamoja na kwamba zilikuwa zili zilihifadhiwa zili au na kufanywa ulinzi na zege, lakini bado inaonekana kwamba wahalifu walitumia nguvu kuvunja na kuweza kuiba betri hizo. Kwa kiasi kikubwa ni kwamba taa nyingi haziwaki kwa sababu ya ya wizi wa mabetri. Taa chache sana tunaweza tukaziona kwamba paneli zimeibwa huko juu, lakini kimsingi jumla ya taa 454 mpaka sasa haziwaki. Shida kubwa imekuwa ni wizi wa betri. E, sasa kwa kwa kuzingatia tatizo lililopo, e, Tarura kuanzia mwaka wa fedha 25 26 yenyewe ilikuwa imejipanga kufanya replacement, kurudishia kurudishia taa ambazo zimeibiwa kwenye barabara hizo M kwa kuanzia kwa mwaka kwa bajeti ya mwaka 22 26 imetengwa jumla milioni 150 ambayo tunaamini kwamba tutapata kiasi cha kutosha cha kurejeshia taa hizo. Kwa, kwa, kwa hesabu zilizopo e, kimsingi tunaweza tukapata zaidi ya taa kwa gharama hii tulionayo, tuna, tuna, tuna uhakika tunaweza tukapata taa zaidi ya hamsini. Kimsingi kwa sasa tunajenga taa ambazo betri na paneli zote zinawekwa juu. Kwa kufanya hivyo, tunaamini kwamba tutapunguza wizi ambao unatokea e, kwa sababu unaweza ukaona mradi uliokamilika mwaka 2019 mpaka leo 2025 ya taa 450 betri kuibiwa ni tatizo kubwa. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, sisi hatuamini kama tunaweza tukawa na tatizo hiyo kwa ukubwa huu. Wakati juhudi za kurejesha mwanga barabarani zikiendelea, mamlaka zinakiri kuwa vita dhidi ya uwizi wa miundombinu bado ni changamoto kubwa, lakini kwa sasa matumaini yanawekwa kwenye mifumo mipya na ushirikiano wa wananchi. Mimi ni Diksoni Busagaga na hii ni Clouds TV.